Kikubwa ambacho kimejitokeza sambamba na baraza hili, kumshukuru sana comrade rais wa chama cha waalimu Tanzania na uongozi wake mzima, na maanisha ya kamati nzima ya utendaji na sekretarieti zake na watumishi wa makao makuu, kwa wazo lake comrade rais la kutoa sadaka kwa watumishi ama walimu wagonjwa waliopo kwenye hospitali zetu za Rufaa Seketure na Bugando ambao wako aidha wanaugua kwa muda mrefu. Kiwasi cha fedha kilichokusanywa kama, kama sadaka kutoka kwa washiriki ni kikubwa ambacho leo Comrade rais, katibu mkuu na sisi kwa ujumla tutashiriki naye kwenda Sekoture kwenda kukabidhi kwa wahitaji wagonjwa. Baadhi ni waalimu, baadhi ni jamaa zao na waalimu, ama baadhi ni wale wahitaji wananchi wa kawaida. Kwa mimi natumia nafasi hii kumshukuru sana Comrade rais wa Chama cha Walimu Tanzania kwa ubunifu wake na wazo zuri la kutoa sadaka. Popote sadaka inapopokelewa, manaake tunajikabidhi na tunaikabidhi taasisi yetu kwa Mwenyezi Mungu ili baadaye wenye nia mbaya watashindwa na watalegea kwa jina la Mtume Muhammad ama Yesu mwenyewe, Yesu Kristo. Kwa kusema hayo nitumie nafasi hii kutoa wito kwenu, ndugu wa walimu wenzangu, lakini nitoe wito kwa viongozi wote pamoja na wananchi wote kushiriki kikamilifu mwe, mwezi huu tuna ufahamu, mwezi Oktoba, mwezi huu tuna ufahamu kwa mustakabali wa taifa letu. Sisi kama wazalendo, sisi kama watumishi, sisi kama wapenda amani, sisi tunaohitaji nchi hii songe mbele, tutumie nafasi yetu na uzalendo wetu vizuri Tarehe 29 tujitokeze kwenda kupiga kura ili tuchague viongozi ambao watalisukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu mbele, na badala ya kuruhusu migongano na migogoro ambayo inaweza ikaturudisha na ikarudisha nyuma taifa letu. Kwa hiyo hii ninatumia mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza kutoa wito kwa walimu wote wa mkoa wa Mwanza kushiriki uchaguzi kikamilifu, kwa sababu sisi walimu ndio dira, sisi walimu ndio tunaotakiwa kuonyesha mfano katika jamii. Sisi tunajua umuhimu wa demokrasia hususan, tunapofikia kwenye swala la uchaguzi na kuchagua viongozi ili mambo yote yale yaliyopangwa yatimilike. Kiongozi yoyote ambaye atashiriki kwenye uchaguzi, ninaamini atakuwa ni mmoja kati ya watu walioshawishi pia wengine kushiriki kwenye uchaguzi, ili baadaye tusiwe walalamikaji, kwa sababu tumepata fursa ya kuchagua viongozi tunaowataka.